Tanzania Raymond Doto atakwenda nasi kuzungumza. Shukrani. Na kuelekea mechi ya dhidi ya Simba, tunashukuru Mungu tumefanya maandalizi vizuri, na leo ndio ilikuwa sesheni ya mwisho kuelekea kwenye mechi. Tunamwomba Mungu kesho akijalia tuweze kucheza huo mchezo. Mwalimu, tulifahamu mchezo uliopita mmeweza kupoteza mkiwa Uh, ugenini na mara ya mwisho kupata matokeo kwenye uwanja wenu wa nyumbani ilikuwa ni Februari 21 dhidi ya Kagera Sugar na kwenda kucheza nyumbani tena dhidi ya Simba Sports Club. Umejiandaaje katika matumizi ya nafasi na namna eh, bora ya kuzuia wanyima wapinzani washindwe kutumia nafasi hizo ili iweze kukua zuri. Kwanza tulipoteza, ni kurekebisha tulipoteza. <coughs> <coughs> Kuelekea mchezo unaofuata mimi niweze kusema tu kile ambacho kilitokea mchezo uliopita, kama walimu tayari tumeshakifanyia marekebisho, tushajua tulikosea wapi, na tunashukuru vijana walielewa kipi walichokuwa wamekosea, nao tumeweka plani kwa ajili ya game inayofuata dhidi ya Simba kwenye, kwenye mpira kila gemu huwa kuna plani yake, na Simba sio mara ya kwanza kukutana nao. Simba tushakutana raundi ya kwanza, tulipoteza huo mchezo kwa mkwaju wa penati. Tunaenda kukutana nao tena, tunachoweza kukisema tumejiandaa, tumejiandaa kukabiliana nao, ndio hiyo watakapokuwepo Mwalimu, mkutano na Simba ambayo ninyi mmepata nafasi kubwa ya kuitazama sasa hivi, karibuni nilikuwa na mechi nyingi mfululizo, tasawa kuifahamu na kuisoma, kuanzia mechi za kimataifa zenye ushindani, lakini pia mechi ya ligi iliyopita, pia wamecheza dhidi ya mashujaa. Kwa hiyo nawapa somo na tahadhari kiasi gani kuona kwenda kupambana na Simba ambayo ni nusu kosa au ni kosa kamili? Sisi tunachoweza kukisema tunaiheshimu sana Simba, Simba ni timu kubwa. Simba ina experience sana, lakini narudia tena kusema kila game ina game plan. Jinsi utakavyocheza na Simba, kuna game plan ya kucheza na Simba. Sisi tumejiandaa kucheza na Simba, tunajua wao ni bora lakini tutakabiliana nao. saikolojia ikoje kwa wachezaji hususan kwenye naowu mara nyingi timu za madaraja kama JKT Tanzania zinapokutana na timu kama uh, Simba wakati mwingine, safu ya ulinzi hususan kwa mlinda mlango anapoteza muda, mwisho siku inatokea madhara, kadi nyekundu, dakika nyingi za nyongeza, jambo ambalo linawafanya watu kuwa uh, wakati mwingine kulalamika, kutokana na, na, zile dakika. Mimi nimeandaa uh, saikolojia ya kiasi gani kwa wachezaji wenu kuona wasipoteze muda, kwa sababu mwisho siku utakuja utafidiwa, wakaja wakalalamika, wakala, wakala, wakala, wakala, baada ya pengine mpinzani kupata magoli dakika za kila, kila, kila mchezaji anajua umuhimu wa mechi tunaenda kucheza na anajua tunakabiliana na timu kubwa. Kucheza na timu kubwa automatic, wachezaji wenyewe saikolojia yao inakuwa sawa kwa sababu wanajua tunaenda kucheza mechi ambayo tunatakiwa tuwe makini kwenye kila tukio ambalo linatokea mbele yetu. Kwa kila kitu kiko sawa. Sisi tunaomba Mungu tu, kesho tuamke salama tuweze kukamilisha tulichokipanga. Kwa kuambia mashabiki wa JKT, tuendelee kuisupport timu tunawahitaji wao ndo wachezaji wa kumi na mbili. Bila wao wanajua kabisa, si huwa tuna struggle kwao. Nawakaribisha waje kama kawaida yao. Shukrani sana mwalimu Raymond Doto, na sasa naweza kumkaribisha mchezaji.